Mbunge wa Nandi Hills Bernard Kitur ameambia kamati ya bunge kuhusu afya kwa kwamba raia wa kigeni walikuwa wanalipa shilingi milioni 30 kupata figo moja humu nchini. Kitur amesema vijana waliohusishwa na upandikizaji wa figo waliahidiwa shilingi laki tano pekee. Akizungumza mbele ya kamati ya afya leo, mbunge huyo sasa anataka waathiriwa wote, wengi ambao bado wanaugua baada ya upasuaji, wapewe fidia, kama anavyotuarifu Emmanuel to A very tight web. Alifika mbele ya kamati ya afya ya bunge la kitaifa Alhamisi tayari kumwaga mtama kuhusu sakata ya figo ambayo imegonga vichwa vya habari kwa miezi kadhaa iliyopita. Mbunge wa Nandi Hills Bernard Kitur akieleza kamati hiyo ambayo imeanza uchunguzi wa siku tisini kuhusu swala hilo, madhila ya vijana wawili Amon Kipruto Meli na Emmanuel Kipkogei, ambao anasema ni miongoni mwa waathiriwa mia nne waliohadaiwa na wanabiashara haramu wa viungo akisema baadhi waliohadaiwa walibadilishiwa vitambulisho vyao. The ID for Amon Kipruta Mele was taken away and it was developed for an alien ID mbunge huyo akisema mawakala anaodai na wanahusishwa na hospitali ya Medihill ya mbunge wa zamani wa Kese Swarup Mishra walikuwa na wateja tayari ughaibuni, waliolipa shilingi milioni 30 kupata figo moja, huku mwenye figo akiahidiwa shilingi milioni moja nukta mbili. Kitur akidai wengi wa wateja hao walitoka katika mataifa ya Israel, Ujerumani, Uganda na Sudan, wakitua nchini kupewa figo mpya na kuondoka. Near Brookside . Sasa mbunge huyu ambaye anadai maisha yake amo ya hatarini, akitaka waliohadaiwa wengi ambao wamekuwa wagonjwa zaidi kufidiwa. Emmanuel Toru, Runinga ya Citizen, Nairobi.